Leo nitakuonesha AI bora na nzuri ya kutengenezea music. Kwa mfano unataka background music kwa video zako bila kuwa na copyright. Twende pamoja hapa, nitaanza kukuelezea VIP inafanya kazi full tutorial. Nimegundua watu wengi hawaangalii video hadi mwisho na kukimbilia kutumia AI bila kujua matumizi yake kwa ufanisi, hivyo nimeamua nianze kwa mafunzo, then mwisho wa video hii nitakuelekeza vipi inapatikana, na kukumbusha usiache kusubscribe, kulike na kushare ili kupata update za video zetu tunazoziposti katika channel hii ya Jifunze AI Kiswahili. Tutaanzia hapa, uta click neno create hapa, utabonyeza custom, utashuka hapa, utaweka lyrics yako. Wacha nikakuelekeze vipi utaweza kupata lyrics music kwa urahisi. Ingia ChatGPT, andika prompt yako hapa, vipi nataka lyrics music yako iwe then after few minutes, Chat GPT itakutengenezea lyrics, utakopi, utarudi huku utaipaste. Hatua zote hizi ni free bure. Utakuja kuipaste lyrics yako hapa. Utaandika style hapa na kuandika music title. Baada ya hapa utagusa create, na kukumbusha usiache kusubscribe, kulike na kukoment chini kutuambia ungependa nini tufundishe au tuboreshe nini katika chaneli yetu. Baada ya kujenerate ni mdaa wa kuidownload sasa. Utagusa hapa. Gusa download hapa, MP3 audio hapa, utachagua download and way. Hapo utakuwa umetengeneza music kwa urahisi na bure kwa kutumia AI. Pia kwa kutumia lyrics hizo hizo unaweza kutengeneza instrument bila music, utakuja hapa palipoandikwa instrument utawasha hapa then uta create. Baada ya muda mfupi instrument yako ipo tayari, utai download kwa matumizi mengine. Jinsi ya kuipata hii AI kwenye PC au kompyuta, utaingia search browser yako utaandi Sun AI utafungua hii link ya mwanzo, na kwa upande wa simu utaingia Play Store, uta search Suno AI. Utainstall hii. Baada ya kuinstall, utaweza kuitumia, ni bure bila malipo yoyote. Nipo hapa kukuzogezea AI nzuri na za bure kwa matumizi mbalimbali mbali. Kikubwa na kusi, usiache kusubscribe channel hii kwa mafunzo ya AI kwa Kiswahili.